Usikose kusubscribe channel yetu. Naam. Bwana Yesu asifiwe. Nikukaribishe tena kwa siku ya leo kwa mara nyingine tena katika kipindi chetu hiki ambacho kinakuletea ujumbe wa neno la Mungu. Aa, mara moja niende katika kipengele ambacho nitakachokigusia leo. Leo nina ujumbe maalum sana ambao ninaamini kwamba utakuvutia kiasi kikubwa, lakini pia utakusaidia kama utausikia katika roho iliyotulia na kutaka kujua ni nini haswa mpango wa Mungu katika jambo hili. Uh, ninataka nizungumze ya kwamba mambo mengi yanayozunguka duniani leo unaweza kuyasikia, lakini ni mpango kabisa rasmi wa Shetani au ni mpango wa kishetani. Kwa hiyo leo nitagusia baadhi ya moja ya mipango ya kishetani ambayo watu wanaiendea, hata wale ambao wanajiita kuwa ni wachamungu wanaiendea hiyo mipango hata madhehebu yenyewe ambao wanaweza kujiita makanisa madini mbalimbali wanaingia au wameanguka kwenye mkoba huo wa mpango wa shetani. Sasa leo nizungumze ya kwamba mpango wa usawa wa mwanao kati ya mwanaume na mwanamke ni mpango wa kishetani. Narudia tena kuzungumza hivi ya kwamba Unapoona dunia inaendelea kusuka ya kwamba kuna usawa kati ya mwanaume na mwanamke, huo ni ushetani, kwa sababu katika mpango wa Mungu, Mungu hakukusudia hivyo. Alimuumba kila mtu awe na majukumu yake, kila mtu awe na ngazi yake lakini hakuna mahali Mungu alimuumba mwanamke awe bwana. Na ninaposema bwana, ninamaanisha hicho ni cheo, hiyo ni ngazi ambayo ya utawala ambayo amepewa kwenye familia zetu. Kunazuka mambo mengi leo ambayo watu hawajui yanatokea wapi, lakini hayo mambo yanapozuka namna hiyo yanazushwa na kule, wa dunia imesuka kitu cha kufanya au cha kuinua mwanamke ili kwamba naye aonekane kama bwana kwenye familia, aonekane kama mtawala kwenye familia, aonekane kama mfalme kwenye familia, na hilo si mpango wa Mungu. Mungu alipoumba mwanadamu alimweka mwanaume apate kuwa mkuu. Anasema hivi ya kwamba anamwambia mwanamke, na utatawaliwa na mwanaume. Unaona, kwa hiyo mpango wa Mungu ni kwamba mwanamke atawaliwe. Sasa dunia leo imesuka vitu ya kwamba mwanamke hahitaji kutawaliwa. Kabla nikuletee asili ya jambo hilo, nahitaji nisome pamoja nawe andiko hili la Petro wa kwanza uh, andiko hili la Petro wa kwanza sura yake tatu mstari wake wa sita Petro wa kwanza uh, waraka wa kwanza wa mtume Petro kwa watu wote sura tatu na mstari wake wa sita Biblia inasema hivi: Sara kwa mfano alitii Abrahamu na kumwita yeye bwana. Ninyi mmekuwa sasa binti zake, kama mkitenda mema, bali bila kuogopa tisho lolote. Bwana Yesu asifiwe. Sijataka kuleta vitisho kwa wanawake, sijataka kuleta vitisho kwa wale wanaosuka mipango hiyo, lakini Acha nikwambie asili ya mambo hayo, chimbuko la mambo hayo. Dunia hii inatawaliwa na waabudu shetani wengi sana, ambao wana nyazifa za utawala au za umilikaji, na hivyo hutaka kila mara kuintroduce katika dunia hii, kuingiza, kupenyeza mambo yao tofauti kabisa na mpango wa Mungu, kuingiza vitu ambavyo vitafanya dunia ipoteze picha ya kumtii Mungu, ipoteze picha ya kumheshimu Mungu, ipoteze picha ya kumpa Mungu nafasi. Bwana Yesu asaidie sana, na hii ni mojawapo ambayo imeletwa. Lakini kitu cha ajabu ambacho kinashtua, kabla watu hawajaangalia jambo hili limekuja limekuja namna gani? Au limeletwa kwa malengo yapi? Lina kusudi gani? Linataka kutengeneza kitu gani? Miaka iliyo mbele litakuwa limezaa nini? Watu wanaingia kimasomaso katika mipango hiyo na kujikuta wameangukia kwenye mkoba wa kumtimizia shetani matakwa yake. Bwana Yesu ausaidie sana. Acha nizungumze hivi, maana wengine wanaweza kujiuliza, huyu ametokea wapi, ambaye analileta hili, huyu anataka kuzungumza nini? Wanawake wameselebreti tu hapa juzi e, sikukuu yao kwamba ya usawa baina yao na wanaume, baina yao na wanaume, wanawake wameselebreti kitu hicho, wamesherehekea sikukuu hiyo ya tarehe nane duniani. Lakini kilichonishangaza naangalia na wanawake ambao wanajiita wachamungu nao wamesherehekea kitu hicho, kwamba wao ni sawa. Kwa hiyo hakuna bwana katika familia na hakuna anayetawaliwa, hakuna mtawala. Ndiyo maana ya jambo hilo, hakuna mtawala aliye juu na hakuna anayetawaliwa, kwa hiyo sote tuko saizi moja, hakuna wa kumwinamia mwenzake, hakuna wa kutii mwenzake. Bwana Yesu atusaidie sana. Huo ni mpango wa Shetani. Lakini ili uone wazi jambo hili, ili uligundue vizuri jambo hili, ya kwamba asili ya Mungu, Mungu ni mtawala, na katika utawala wake ameshea, amechangia, ametaka kumpa nafasi hiyo pia mwanaume kwenye familia, sio kwenye uungu, lakini kwenye familia Mungu amempa mwanaume kwa lengo gani? Ili mwanamke akimtii mwanaume, watoto wanaozaliwa kwenye ile familia wanakutana mama ni mtiifu kwa baba, anapoongea baba mama anatii, anasikiliza, anafuata. Basi katika lengo hilo, watoto wanaozaliwa kwenye familia hiyo wanakuwa pia watiifu, wakiwa mabinti wakienda kuolewa mahali wanakuwa watiifu kwa waume zao. Lakini fikiria familia ambayo baba na mama wote ni sawa, hakuna mtawala. Kwa hiyo baba akikoroma, mama anakoroma mawili matatu mane matano. Baba ni moja lakini e, mama amefika ha, amekoroma hata amefikisha kumi. Sasa hiyo kumi, watoto wana, wanaangalia baba amenyamazishwa. Sheria ambazo ziko leo duniani, nchi zingine Unanyama, yani, wewe ni, ni shurti utanyamaza. Mwanamke akishaanza kukoroma wewe unanyamaza, kwa hiyo unapigwa mistari ya sawasawa. Mwanaume umetulia una, unajiuliza mimi ni mtawala au nimetawaliwa? Sasa huu ni, ni kinyume na mpango wa Mungu kabisa. Wewe si mtawala tena, kwa hiyo wewe umeshatawaliwa. Kwa hiyo huo mpango, wale watoto wakiwa wakike wanapoolewa mahali utawakuta nao pia kama mama yao alikuwa na koroma kwa baba yao, nao vile vile wanaokoromea waume zao, si watiifu kwa waume zao. Lakini hicho si kikubwa sana. Kikubwa kinachozaliwa katika hili sasa, wanaume ni watu ambao huwa hawataki kukoromewa, mara nyingine wanaweza kuwaacha. wanaweza kuwaacha na wakiwaacha wanaume wakiwaacha, wakiwaacha wanawake basi wanabakia wanawake ambao hawana waume. Nisikilize vizuri, wanajikuta wanawake wale wanazaa watoto wa mitaani. Hiki ndiyo hatari sasa, katika mpango huu ni kutengeneza kwamba dunia iwe na watoto wengi ambao hawako kwenye familia ya baba na mama. Kwa hiyo wanawake wengi wanasema, ha mimi niende kwa mwanaume ili awe na nikoromea. Haiwezekani, nabakia hapa, natafuta hela, nitazaa tu. Ndio utazaa, kutakuja mwanaume atakuzalisha, lakini wale watoto, ile familia, wanakuwa watoto wa mtaani, si watoto wa kwenye familia, hawana baba. Unaona? kwa hiyo wanapokuwa watoto wa mitaani hao watoto hawata hawatasaidia taifa hawatasaidia taifa lao. Kinyume chake wanakuwa watu ambao hawaishi kulingana na mpango wa Mungu, ili kuweza kuifanyikisha familia. Acha nikuambie hivi, hakuna taasisi kubwa duniani kama familia. Awe rais ametoka kwenye familia, awe eh, waziri ametoka kwenye familia, awe E, liwali wa jimbo ametoka kwenye familia awe mtawala yeyote yule, lazima awe ametoka kwenye familia. Sasa leo dunia inataka kuua mpango wa familia, maana familia imepangwa na Mungu kwamba baba awe mtawala na mama awe chini ya baba akimtii ili kuwapa mafunzo wale watoto wanaozaliwa kwenye ile familia, hata nao wanapoenda kuunda familia zao, wanapoenda katika society waweze kuwa watu muhimu sana ambao wataisaidia jamii, watasaidia watu kuwapa kile. Ndiyo maana Biblia inasema hivi ya kwamba, katika ile Petro wa kwanza tatu mstari wa sita ya kwamba Sara alikuwa mfano wa, anatakiwa kuwa mfano wa wanawake wote. Kwa mfano Sara, kwa mfano, yaani alimtii Abrahamu mumeo, kiasi kwamba alimwinua kwa ngazi ile ambayo Mungu alikuwa amekusudia, akawa amemwita Bwana. Na kama alifika eneo la kumwita Bwana, maanake mtawala wangu, kwa lugha nyingine, Bwana maanake mfalme wangu. Wafaransa wanasema senye. Unaona, kwa hiyo huo ni utii usiokuwa wa ngazi ya chini, sio utii kwa sababu amekuletea nyama, sio utii kwa sababu amekuemelea samaki. Nimemwona mama akimwambia mume wake kwamba we tulia hapo nikongee moto, wewe nakula kwa, kwa, kwa nguvu za wanaume wenzako. Ha, kumbe kuku, kuna wanaume wenzangu we ambao wanahemea hapa. Sasa hiyo, hiyo ni hatari kwa mwanaume, vinginevyo akipata upenyo anaweza kukimbia hiyo familia, anaweza kuikwepa. Alafu mama anapobaki pale unakuta ana, anabaki, amebaki singomaza na anaweza kuendelea kuzaa kama anataka kuzaa, lakini anazaa watoto ambao hawatakuwa na maadili mema, hawatakuwa na maadili mema, na huo ni mpango wa shetani ambao unataka kuzalisha mambo ya namna hiyo. Lakini sasa kama wanawake wakiwa watii, Biblia imewaomba wanaume nao, nisikose kufika hapo, kwamba waishi na wake zao kwa akili, waishi na wake zao kwa akili. Kwa hiyo wanatakiwa watumie ubongo, sio kukaa tu kama pumbafu moja hivi, kama mtu asiyejielewa, kwa sababu tu wanakutii no unatakiwa utumie akili ya kuwa wewe ni mwanaume, uchukue majukumu ya kianaume. Bwana Yesu atusaidie sana. Familia ikitembea namna hiyo, mume akitumia akili kuishi na mke wake, alafu mke akamtii mumeo kiasi cha kumtii kama Bwana, ah, hiyo familia inapozaa watoto, utakutana wale watoto wana wamekuwa msaada kwa jamii. Wamekuwa si watoto ambao unaweza kumwangalia ukasema huyu ametokea kwa nyani, kwa nyani ao ametokea kwa watu? Huyu ni tumbili katika tumbili zingine ao ni mtu wa namna gani? Kwa maana kuna watu duniani wanafanya vitu vya ushenzi, ushenzi unaweza ukashangaa lakini ukichunguza kwa ndani utakutana kwamba chimbuko la yale mambo anayoyafanya, la yale mapotofu anayoyaishi ni kulingana na malezi. Anaweza kuwa hajaambiwa, lakini aliyaona. We fikiria, e, mtoto mwanaume anamwona baba kila mara anamdunda mkewe ngumi. Kwa hiyo mume amekuwa sijui taichi e, katika familia akimpiga mkewo kila mara, unafikiria huyo mtoto unamtengenezea nini? Ya kwamba kwenye familia naye kuna asilimia themanini ya ule mtoto wako mvulana kuwa anampiga pia mkeo. Bwana Yesu asaidie sana, ya kwamba kwetu hivi ndivyo ilivyo. Nimewahi kumsikia kijana mmoja tulikomaa naye, alikuwa Wakibembe, sitaki kuwasema wabembe vibaya, lakini alikuwa hivo anasema sisi Wabembe, sisi hatupande wage kichwa na mwanamke, yani unamtunda kabisa. Naambia kweli, aise. Unaona kwa sababu gani? Ukimuuliza ulisikia wapi hiyo habari sasa, mimi baba yangu anamtunda mama yangu. Ah, kumbe kajaribu kuchota kule kwa, kutoka kwa baba. Kwa hiyo hawa watu wawili, dunia ikiwaharibu dunia ikifanyikiwa kuwaharibu basi dunia imefanyikiwa kuharibu familia, na hivyo mazao yanayotokea baadao yatakayotokea baadaye ni mazao ambayo hayatakuwa mazuri kwenye ulimwengu huu. Ndiyo maana unaona watu, unakutana na mtu unaona hajali utu, kwa sababu kwenye familia yao hakuwahi kuona kuna kujali utu. Mama hamjali mmeo au baba hajali mkeo. Sasa, kama alikomaa kwenye familia hiyo, unafikiria wewe ndo atakuja kuwa akikujali, akijali, akionyesha roho ya utu kwako? Hata kuwa na hiyo roho, atakuwa na roho ambayo itaonyesha hali ya unyama kabisa. Bwana Yesu atusaidie. Lakini mfano ni huu hapa, kama wanawake watakuwa wameunda, wamezalisha, wameingizwa kwenye masikio maneno na kuanza kuzalisha hata sikukuu ya kusema ya kwamba wao wako sawa na wanaume. Ninawaombea ah, ninawaonea nina ninawaonea imani, ninawaonea huruma, ninawaombea Mungu awasaidie wa wanawake watakaosikia ujumbe huu, wajirudie waondoke kwenye mambo hayo ya mambo hayo. Hayawatengenezei usawa ambao, watakaouacha nyuma yao, familia zao wanaendelea kuziharibu wanaendelea kuziharibu. Leo nchi ya Marekani, ukimkosa mwanamke unaweza kukimbia hata nchi we mwanaume. Sasa hiyo si sawa, hayo mambo si sawa. Leo ni, ni, ni vigumu hata mwanaume amsimamishe mwanamke kama si eh, azimio la mwanamke. Mwana ni hatari, ukimsimamisha anaweza kukugeuka tu, anasema anakushtaki ya kwamba huyu mtu alitaka kunibaka, alitaka kufanya hivi na hawezi kuzungumza lolote, wewe ni kutiwa ndani. Unaona, kwa hiyo ni kutaka kuinua hadhi ya mwanamke juu ya mwanaume, wakati mpango wa Mungu ni tofauti na hilo. Ujumbe wangu huu ukufikie leo, ukufikie wakati huu, ukufikie majira haya, ukusaidie kurudia katika mpango wa Mungu aliyo ukusudia kwa habari ya familia, kwa habari ya familia hivyo wamama ndio huwa wanacharuka haraka sana, huwa ndio wanacharuka mbio sana. Ninawasii wamama, muwe watiifu kwa waume zenu, muwatii kiasi cha kuwafikisha kwenye ngazi ya kuwa bwana. Wanaume, hakuna mkate mgumu mbele ya chai, hakuna wanaume. Ukimtii analegea, anajisikia vizuri, anaguswa, anasema na mimi nimeoa anasema nimekamilika, ani na mke tofauti na wake wengine kwa sababu tumemti. Huo ni mpango wa Mungu, sio wake yeye na yeye ndivyo alivyoumbwa. Lakini pia wanaume, muishi na wake zenu kwa akili. Hilo ni neno la Mungu ambalo nimekuja nalo kwenu. Mungu apate kuwabariki, Mungu apate kuwasaidia. Amen. Usikose kusubscribe channel yetu.